Zikiwa zimesalia siku nne pekee kabla ya kengele ya kwanza kupigwa kuashiria mwanzo rasmi wa mashindano ya Governors Cup katika kaunti ya Samburu, maandalizi yamepamba moto, huku timu mbalimbali zikifua misuli na kujinoa vilivyo tayari kwa kivumbi hicho kinachosubiriwa kwa hamu na gamu. Mashindano hayo ambayo yamegeuka kuwa kitovu cha michezo katika kaunti hii yanatarajiwa kuwaleta pamoja wachezaji kutoka timu 20 wakiwemo vijana wenye vipaji chipukizi wanaolenga kuonyesha uwezo wao mbele ya mashabiki na maskauti wa michezo. Katika pitapita -pita zetu, tumefanikiwa kuitembelea timu ya Samburu Stars ambayo tayari imejihakikishia nafasi ya kushiriki kwenye Governors Cup baada ya kuibuka mabingwa wa, wa MCA Cup wa Wadi wa ya Marlal kwa mara ya pili mfululizo. Vijana wa Samburu Stars wamesisitiza kuwa wako katika hali nzuri na wanaendelea na mazoezi ya hali ya juu wakilenga kutoa taji hilo la heshima. E, kwa majina anaitwa Abdijalil Jama. Mimi ni mchezaji wa hii timu ya Samburu Stars, tunacheza division 2, na sasa hivi tuko mazoezi, tunajitayarisha kucheza Governors Cup kombe letu. Tuko hapa Sirata, tumekampa hapa sasa hivi kama siku yetu ya tano. Tunafanya mazoezi tunajitayarisha vizuri ndo tuende tushinde hiyo kikombe kwa sababu ni haitakuwa rahisi. Kila timu inajipanga kwa upande yake na itakuwa ni kitu ngumu. So akunanga kitu rahisi kama ujaji ujajipanga. So preparation ndo win. So sisi tuko preparation zetu so, hapa na tuko sawa, tuone kama tutashinda hiyo kikombe. Kwa majina naitwa Alfonso Lekula, mimi nachezea, mimi nacheza goalkeeper kulingana na MCA Cup. Sisi tume struggle sana kuchukua kwa sababu sisi ndio champions champions ya chukua, ya ya ya Cup. Na na na sisi sisi sisi sisi sisi ndio ndio defending champions baada mara mara pili, sasa sasa kwanza tulichukua, tumechukua. Tumekuja tumekuja huku kujipanga kujipanga, kwa kwa sababu sababu, kuja wengine wengine watachukua watatupanga, wenyewe tumejipanga, tumetoka huko mpaka Serata, hapo for 5 days classical training, masoezi kila saa. Vijana hao pia wameelezea shukrani zao kwa gavana wa kaunti ya Samburu, Mheshimiwa Alati Lelelit, pamoja na idara ya michezo kwa juhudi zao za kuandaa mashindano haya muhimu. Kwa mjibu wa wachezaji hao, michuano kama hii ni fursa adimu ya kukuza vipaji vya michezo miongoni mwa vijana wa kaunti ya Samburu, pamoja na kuwaweka mbali na vishawishi vya maisha ya mtaani. Kwa majina, naitwa Alfonso Lekula, mimi nachezea Samburu Stars, mimi nacheza goalkeeper.

kiongozi nallta na, na kabisa wamejitolea wako tayari na sisi. Kwa hiyo kwa Governor's Cup wamejitolea kabisa, wameongea na governor akasema, vijana wacheze mpira. Gratitude yangu mimi, nashukuru department ya sports kwaweka hii Governor's Cup. Eh, hapo awali sisi tukiwa wanafunzi ilichezwa tu I guess, ni 2016 na ikapotea, so at least tunaona sahii kwa hii serikali yao T tu years tunacheza kufuatana, so ina maanisha hizo mwaka zingine tacheza. So ni kama plans yao ni wanazingatia wachezaji. So yangu ninawashukuru na waendelee kuzingatia kabisa. Nikiripotia Nchaman TV kutoka kaunti ya Samburu, jina langu ni Patrick Lapakio.